Of course kwenye rada za kimichezo kuhusiana na kinachoendelea kwa hivi sasa kwa bosi ambaye, anasadikika endapo kama watafanya maridhiano na mwekezaji wa klabu ya Simba, na huyu namzungumzia moja kati ya watu wanaotokea kwenye taifa la Saudi Arabia ambaye ni Mahmud Sadun, kuweza kupata nafasi ya kuwekeza kwenye klabu ya Simba, licha ya kwamba kumekuwa na ugumu sana kwenye klabu ya Simba kutoka kwa mwekezaji wa hivi sasa Maudeuji, ambaye amekuwa akiweka vizingiti vikubwa sana kwa baadhi ya mabosi ambao amekuwa akihitaji kuwekeza kwenye klabu ya Simba, na kwa dalili na taarifa ambazo zinazoonyesha ni kwamba kwa baadhi ya wanachama ambao taarifa wameshaanza kuipata, kuna kundi la baadhi ya wanachama ambao wanatamani sana mwekezaji aweze kuja katika klabu ya Simba, ukiachana na Mau Deuji ambaye kwa kipindi cha muda mrefu sana amejitolea, ameonyesha moyo mkunjufu na ameonyesha kwamba yeye ni mwana Simba na ni mwanachama wa klabu ya Simba, lakini kuna wakati ambao watu wengine wanaweza wakajitokeza kufanya makubwa zaidi ya Maudeuji. Kwa hivi sasa, kumekuwa na lawama mbalimbali mbali ambazo zinasadikisha kwamba kuna wakati ambao pia hata mwekezaji wa klabu ya Azam FC Bahresa alishawahi kuhitaji nafasi ya kuwekeza kwenye klabu ya Simba, lakini kutokana pia na ugumu na kile alichokiweka kama kizingiti Maudeuji, basi ikashindikana. Lakini kwa hivi sasa Mahmud Sadun ambaye tunaamini kwa asilimia kubwa nikizungumzia moja kati ya watu ambao wana biashara mbalimbali mbali za mafuta na hata kwa upande mkubwa ni kwamba amekuwa na mapenzi ya dhati kwa nchini Saudi Arabia, kuweza kuwekeza kwa baadhi ya timu ambazo amekuwa na hisa yake, hivyo inaleta chachu kubwa na kuaminisha kwamba endapo kama atapata nafasi ya kuja kwenye klabu ya Simba na modeuji akaamua kujiweka pembeni na kuonyesha kwamba inawezekana, basi ni moja kati ya taarifa ambayo inaweza ikawafurahisha mashabiki wa Simba, na kama kutakuwa na malengo ya kuweza kusajili wachezaji wa kiwango cha hali ya juu basi kupata mwekezaji kama Mahmoud Sadoni kutoka Saudi Arabia na kuja Tanzania na kuwekeza kwenye klabu ya Simba ni swala ambalo litaifeva na litaipa nguvu zaidi klabu ya Simba kutokana pia na aina ya uwekezaji kama tunavyoelewa kwamba nchini Tanzania na nchi ya Saudi Arabia uwekezaji kwenye swala so zima la kimpira ni vitu viwili tofauti. Hivyo ni wazi kwamba ikatokea fursa hiyo ikafanikiwa, basi tunazungumza Simba to the next level, yaani Simba kwenye hatua ambazo zitakuwa hazina mfano wake hapa nchini Tanzania. Sina la ziada kicha msingi, tukutane kwenye upande wa comment na ini Hatboy Media.